Uhusiano bora. Tunaposema uhusiano bora, moja kwa moja tunapata picha ya mahusiano sahihi ambayo kila mmoja anatamani kuwa nayo. Hivyo tuangalie mambo matatu yanayohusiana na uhusiano bora. Jambo la kwanza, tambua hakuna uhusiano bora bila mikwaruzano ila tu ni kutambua namna ya kuepuka hiyo mikwaruzano au kufahamu namna ya kuidhibiti ili kuwa na uhusiano bora. Katika kuepuka mikwaruzano, jifunze kujidhibiti mwenyewe kwa kile unachohisi ukisema kitamkwaza mpenzi wako. Pia kama unahisi kuna mikwaruzano inayotokea mara kwa mara kwenye mahusiano yako, jaribu kukubaliana na mpenzi wako kwanza. Kubaliana na kile kitu au ile tabia ambayo amekuwa akirudia mara kwa mara ambayo imekuwa ikikwaza, kisha kuja na suluhisho ambalo litakuwa mbadala na sio kupingana na mpenzi wako. Na jambo la pili tambua kuwa hakuna uhusiano bora bila ukweli na uaminifu. Mahusiano mengi yamekuwa na migogoro ya mara kwa mara kutokana na uongo au kujaribu kufeki maisha. Ili kuwa na uhusiano bora, ni lazima kuishi kwenye uhalisia wako, kuanzia kwenye kazi na maisha yako unayoishi Kupitia hili utakuwa huru, uta utaumia na utapata utaumia uta na utapata ile hali ya kuona mahusiano ni sehemu pa maumivu, maana unapofiki maisha ni lazima, unapofiki maisha kwenye mahusiano lazima uingie kwenye maumivu, maana utakuwa unatumia gharama kubwa ili kuonesha maisha yako yako hivi, kumbe ndivyo sivyo mwisho wa siku yatapelekea wewe kuumia. Lakini unapoishi katika wale uhalisia, basi utaenjoy mahusiano yako na utafurahia mahusiano yako na kuona kwenye mahusiano ni sehemu ya kuenjoy na sio sehemu ya kuwa na huzuni au kupata maumivu. Bila kusahau, uaminifu ni mizizi ya upendo na upendo ni mti hivyo kutokuwa mwaminifu ni sawa na kukausha mti wa upendo. Um, tuende katika sasa tuangazie jambo la tatu ambalo linahusiana na mahusiano bora, mlingano wa tabia. Uhusiano bora unategemea sana tabia za kila mmoja kwenye mahusiano. Ni vyema kabla ya kuingia kwenye mahusiano kufahamu vyema tabia za mtu unataka kuwa naye kwenye mahusiano, kama unaendana naye au utakuwa hauendani naye. Kwa kufanya hivyo, itakusaidia kuweza kuelewa ni mtu gani unatakiwa kuwa naye kwenye mahusiano au ni mtu gani unataka kuwa naye kwenye mahusiano, au mtu ambaye anaingia naye kwenye mahusiano ana tabia hizi na hizi na hizi na tabia hii naendana na zangu, hivyo basi tunaweza tukaeleweshana au tunaweza tukasaidiana kuweza kutatua migogoro ambayo inaweza kutokea katika mahusiano yetu. Mwisho ni kuache na hili, wengi wanasema ya kuwa uzuri sio sura bali ni tabia. Kwa hiyo zingatia mtu ambaye unakuwa naye usiwe unavutiwa sana na sura, lakini angalia tabia. Je, tabia zake zinaendana? Anaweza kuwa mzuri kwa, kwa nje, lakini kwa ndani tabia zake zikapelekea wewe kuweza kuumia zaidi. Kwa hiyo zingatia kwanza kile kilichopo ndani ya mtu, ndipo uwekeze upendo wako kwake, na sio mwonekano wake wa nje, jinsi alivyo, maana ukiangalia mwonekano wa nje mwisho wa siku unaingia na kwenye mahusiano hayamalizi siku au miezi kadhaa, unakuta mahusiano anavunjika kwa sababu unakuta ni mtu ambaye yuko tofauti na jinsi anavyoonekana kwa nje. Kwa siku ya leo niishie hapa, nikukaribisha katika darasa linalokuja. Asanteni.